na nani pale natukaribisha tuna vizuri mm. tunachukua soda na nini na nini, wewe biskutina <laughs> biskuti, biskuti. Tue, sasa umekaa kinya na kuambia na biskuti hapo, tunakaa nje, tunakaa tunakula, sawa apo, mecheza mm. sasa wakati wakolipa ndo tuna tunaanza pigo zetu tunazielewa sasa eh, eh, kizingua zingua amna kuele mwanan Acha pigo zako kupa mkono sasa hivi tukale. <tomotri> Kwema, kwema una nini? tumetoka kwenye miangaiko yetu huko. Soda gani? Iyo yote tu, ni wape ngapi? Kupata mbili hapo. Ni hiyo hiyo ngapi? Ni hiyo hiyo, si Fanta hiyo hiyo. Nani kitafunia hapo? Sinama kuna maandazi, biskuti.

Hapana, nisumbua nawe. Hapa kwa wapi? Hapo nakula liko kata. Na share wewe wewe. Chukua moja basi. Nakula mama wangu. Mama namaeleza hapo hapo. Ubele kwanza kule juu na nini? Biscuit. Na kumkumbusha shangazi, hamna kitu kama hapa.

<laughs> dada <nini>? Sasa <laughs> hey, unataka uondoke uniache, si tulikuja wote hapa, enda hey. Nyumbani, naenda nyumbani. Tulia kwanza, tuone huyu dada namuona huyu dada mimaedikinyam nasema hudumu.